Siri ya mkate, simulizi ya kusisimua ya tajiri aliyejifanya maskini kupima mapenzi. Karibu kwenye simulizi hii ya kusisimua na yenye mafunzo makubwa maishani. Je, umewahi kumdharau mtu kwa sababu ya muonekano wake? Katika kisa hiki, binti mrembo Naa anafanya kosa la maisha yake. Siku ya sherehe yake ya kuzaliwa, anamdhalilisha mpenzi wake Chris kwa kuvaa nguo kuukuu na kumletea zawadi ya mkate mmoja tu, huku akimlinganisha wa na wapenzi wake wengine matajiri. Nini kilitokea baada ya mkate ule kupasuka? Na nini hatima ya familia ya Naa baada ya kugundua Chris ndiye bosi wao? Fuatilia simulizi hii mwanzo mpaka mwisho kujifunza kwa nini hupaswi kamwe kumhukumu mtu kwa mavazi yake. Upendo wa kweli ni kama dhahabu iliyofitika kwenye mchanga. Wengi hufuata mng'ao wa nje na kusahau thamani ya ndani. Hii ni simulizi ya Naa, binti mrembo aliyekuwa anaishi maisha ya ndoto kwenye nyumba ya kifahari ya wazazi wake. Lakini ndani ya uzuri ule kulikuwa na moyo uliopofushwa na tamaa na dharau. Naa hakuwa na mpenzi mmoja, alikuwa na wanaume watatu kwa mpigo. Siku yake ya kuzaliwa birthday, ilipowadia, aliamua kutoa mtihani. Yule atakayeniletea zawadi kubwa na ya thamani zaidi, ndiye atakayekuwa mume wangu wa maisha. Mmoja wa wapenzi wake alikuwa Chris. Chris alikuwa kijana tajiri sana, mmiliki wa makampuni makubwa, lakini alikuwa na kiu ya jambo moja tu: kupendwa kwa jinsi alivyo, si kwa sababu ya pesa zake. Siku ya sherehe Chris aliamua kufanya kitu cha ajabu. Alivua suti zake za gharama, akaacha magari yake ya kifahari na kuvaa nguo kuukuu zilizojaa viraka na uchafu. Alibeba mfuko wa plastiki uliokuwa na mkate mmoja tu wa bei rahisi. Nyumbani kwa akina Naa kulipambwa kwa dhahabu na nyekundu. Wageni waalikwa walikuwa matajiri na marafiki wa kileo. Wapenzi wengine wawili wa Naa waliingia kwa mbwembwe, mmoja akitoa manukato perfume ya bei mbaya na mwingine akimvisha Naa nguo za gharama kutoka nje ya nchi. Ghafla, mlango ulifunguliwa. Chris aliingia, ukumbi mzima ulipiga kimya. Harufu ya nguo zake na mwonekano wake uliwaacha watu vinywa wazi na kwa sauti ya hasira na aibu Chris, unafanya nini hapa ukiwa na hali hii? Unanidhalilisha mbele ya marafiki zangu. Chris alitabasamu kwa unyonge, akamsogelea na na kumkabidhi ule mkate. Chris, heri ya siku ya kuzaliwa Naa. Hiki ndicho kidogo nilichoweza kukuletea kwa upendo. Na alishindwa kujizuia kwa hasira, alichukua glasi ya soda na kumshushia Chris usoni mbele ya kila mtu marafiki zake walipasuka kwa kicheko. Naa, ondoka hapa na takataka yako, hufai hata kuwa mtumishi wa mbwa wangu. Wazazi wa Naa hawakubaki nyuma, baba yake Naa akijivuna kwa utajiri wake, alimvuta Chris na kuanza kumpiga makofi huku akimfukuza nje kama mwizi. Baba Naa, toka hapa maskini wewe, unakuja na mkate kwenye jumba langu, huna hadhi ya kusimama hapa. Chris alisimama akajifuta soda usoni kisha akatazama mkate ule uliokuwa umeanguka chini na kupasuka. Ndani ya ule mkate kulichomoza funguo ya gari jipya Range Rover na cheki ya benki yenye thamani ya shilingi milioni tano watu wote walipigwa na butwa. Na alitetemeka mikono ikimvujisha jasho alijaribu kuokota zile funguo, lakini Chris alizitangulia na kuzichukua Chris, kwa sauti ya mamlaka na utulivu, asante sana, na asante kwa kunionyesha sura yako halisi mbele ya wazazi na marafiki zako. Nilitaka kukupa maisha ambayo hujawahi hata kuyaota, lakini nimegundua upendi mtu, unapenda vitu. Chris aligeuka na kumtazama baba yake na ambaye alikuwa amepoteza nguvu za miguu Chris, mzee, unanikumbuka mimi ndiye mmiliki wa kampuni uliokwenda kuomba kazi wiki iliyopita, mimi ndiye bosi uliyekuwa unamsubiri kwa hamu kukuokoa kwenye madeni yako. Kisha akatazama jumba lile la kifahari. Chris, na nyumba hii mnayoishi ilikuwa imewekwa rehani benki, na mimi ndiye niliyeinunua yote mwezi uliopita. Nilipanga iwe zawadi yako ya ndoa. Na mwisho sin saba, Chris alitoa amri ya mwisho kabla ya kuondoka, nawapa wiki moja tu mchukue kila kilicho chenu na muondoke kwenye nyumba yangu. Sitaki kuona dharau zenu hapa. Chris aliondoka akielekea kwenye gari lake lililokuwa limetegeshwa nje kidogo, akawaacha naa na wazazi wake wakiwa wamepigwa na butwa, huku marafiki waliokuwa wanawashangilia wakianza kuwazomea na kuondoka mmoja baada ya mwingine. Siku saba, wiki moja zilipita kama dakika moja. Nyumba ya kifahari ambayo Naa na wazazi wake waliitumia kama fimbo ya kuwachapa maskini sasa ilikuwa imewageuka kuwa gereza la huzuni. Kila kona ya nyumba hiyo iliwakumbusha kosa lao kubwa. Mama Naa akilia kwa kwikwi kwi, Naa mwanangu, tumejichimbia shimo wenyewe, tulimfukuza malaika tukiadhani ni ombaomba omba. Sasa tutaenda wapi? Baba Naa akiwa ameshika kichwa, nilimpiga makofi tajiri ambaye angekuwa mwokozi wangu. Kampuni yangu imefilisika na sasa sina hata kazi ya kufagia kwenye ofisi ya Chris. na akiwa amevaa mavazi ya kawaida kabisa na macho yakiwa yamevimba kwa kulia, aliamua kwenda kwenye ofisi za kampuni ya Chris. Alijaribu kupiga simu lakini namba yake ilikuwa imewekwa blacklist. Alipofika mapokezi ya kampuni hiyo kubwa, alishangaa kuona walinzi wakimzuia. Mlinzi, samahani dada. Boss Chris ametoa agizo kuwa mwanamke yeyote anayefanana na wewe asikanyage hapa. Na akiwa amepiga magoti na kuomba, kaka, mwambie ni Naa, nataka tu kuomba msamaha kwa yale niliyomfanyia siku ya birthday yangu. Ghafla gari jeusi la kifahari liliingia. Chris alishuka akiwa amevaa suti ya thamani, akionekana mwenye nguvu na mamlaka na alijitupa miguuni pake, huku akilia kwa sauti. Na, Chris nisamehe, mpenzi wangu, nilipofushwa na marafiki na mali. Mkate ule ulikuwa na thamani kuliko perfume zote duniani, nirudishie moyo wako tafadhali. Chris alisimama akamtazama Naa kwa huruma, lakini bila mapenzi yoyote machoni mwake. Chris, na hukunidharau kwa sababu hukuwa na akili, ulinidharau kwa sababu moyo wako unaamini kuwa ubinadamu unategemea nini mtu amevaa kama nisingekuwa na ile cheki ya milioni tano ungekuwa hapa leo? Naa anashindwa kujibu, anazidi kulia. Chris alimwinua Naa na kumkabidhi bahasha ndogo. Chris, ndani ya bahasha hii kuna kiasi kidogo cha pesa cha kuwasaidia kutafuta chumba kimoja cha kupanga uswahilini na kuanza maisha mapya. Nyumba mliokuwa mkiishi tayari imepangishwa kwa watu wengine. maisha ya ustaa na dharau yameisha. Naa Wakati Naa anapokea bahasha ile kwa mikono inayotetemeka msichana mwingine mrembo na mwenye adabu alishuka kwenye gari la Chris na kumshika Chris mkono. Chris, kutana na mchumba wangu mpya. Yeye alinipenda wakati nikiuza maji barabarani kabla hata sijawa tajiri. Aliona moyo wangu, siyo mkoba wangu, na alirudi nyumbani kukuta lori la mizigo likisubiri kutoa vitu vyao wazazi wake walikuwa wamekaa kwenye vumbi nje ya geti huku majirani waliokuwa wanawaogopa zamani wakipiga picha kwa ajili ya kutuma kwenye mitandao ya kijamii marafiki wa Naa waliokuwa wakimshangilia siku ya birthday yake, hakuna hata mmoja aliyepokea simu yake. Wote walimgeuka na kumwita yule binti mjinga aliyemtupa bilionea. Simulizi inaishia kumwonyesha Naa akiwa amekaa kwenye chumba kidogo, akila kipande cha mkate mkavu. Mkate ule ule aliyoudharau siku ya sherehe yake. Safari hii ndani ya mkate huo hapakuwa na funguo ya gari wala cheki, bali kulikuwa na majuto yasiyoisha. Usivunje daraja ya ulilopitia kwani hujui kama utahitaji kurudi tena. Na kamwe usipime thamani ya mtu kwa kile anachomiliki leo kwani kesho ni fumbo lilofichwa.